kwa kunipa uwezo na nguvu za kupigana. Hilo ndo kila kitu kwanza, Mungu ndo kila kitu. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, mii kwanza faiti ni nyepesi, ila kwa kuwa kwamba nikwa sijafanya mazoezi mda mwingi na mechi nimeshtukizwa, mona kwamba nikwa sijajiandaa kimechi au vivi bwana, nikawa nimefuatwa nimeambiwa, bwana kuna mechi lazima, basi sawa, haina tatizo nacheza mechi kutokana mi bondia umeona zezikakata mwanajeshi aweza kaogopa vita au daktari wa vidonda aweza akaogopa kubwa kidonda, atatibia tu kidonda kichochote, kichaina yoyote, kio kimeoza, kio kina usaha, atatibia tu. Umeona sema na mshukuru pia vile vile ndugu yangu Paulo kwa kunipa sapoti ya spalingi kali sana. Mona namkubali sana mdogo wangu championi Paulo ah. anaishi naye mtaani mwakunipa sparingi kali ya muda mchache tu, kwamba sparingi ya wiki tu, lakini nimekuja nimeonyesha uwezo. Yapo kama tungefanya mazoezi ndani ya miezi miwili, na ule mtoto kama nilivyoongea jana, mtoto kautaka, basi angeupata leo bana. Maandalizi yalikuwa kidogo, yaani maandalizi kwamba yalikuwa ni madogo, kwa sababu bado nina maumivu ya mazoezi, nina maumivu ya sparingi. Umeona, nimetoka kwenye wakati mgumu wa sparingi kali na mdogo wangu Paulo huyu hapa, au vivi bwana, na mazoezi makali sana. Ndicho hicho na kinachoniumiza hapa, bado mwili, bado una maumivu ya mazoezi. Mtoto hajaupata akaukosa kidogo tu. Ulikuwa unampata sema kaukosa kidogo, kapuluchuka, inawezekana. Yeye tu kama atakuwa tayari nijiandae tena niko tayari kutokana natakujana kwenye kupima alinizidi mimi kilo tatu mi nimetoa kilo hamsini na saba yeye katoa kilo sitini. Umeona? Kwa hiyo na maana sasa yeye kanizidi uzito kwamba yani hataki yuko ndani ya boxing haiwezi kuruhusiwa kwamba mtu kucheza yani kumtu kuzidiwa kilo tatu nzima bila mimi nimeleta ubishi kwamba mimi nachezea ubishi au vipi? ndogo mtangazaji yani o ndolkuwepo kani inavyojulikana kwamba boxing kwamba bondia anatakiwa labda mzidi mwenzake labda point au kilo moja, si ndivyo ilivyo? mm. lakini mimi ule Oscar Richard kanizidi kilo tatu, sema nikaona sababu mdogo wangu na mimi ndo nilianza ngumi au vivi, kwa sababu shawapija mabondia wengi sana, siwezi so, nikawataja, ila niwapija mabondia wengi sana umeona, mabondia makubwa ingia sasa hivi hapo za Ulaya na nini koo na mi mwenyewe sasa hivi nina ghadhabu yule mtoto, kama vipi ayakanyage tena. Tamuonyesha mdogo wangu. Asante, ah, sana champion. Sasa sa. Na mimi nashukuru sana.